Baraza la Vijana wa CHADEMA tunaungana na azimio la wananchi kuchukua hatua stahiki za kikatiba na za kitaa... tunaungana na, zaki... e, na azimio la wananchi la kuchukua hatua za kikatiba zote kuhakikisha kwamba tunaungana na wote wadai haki kukataa udhalimu wa nchi yetu na utumiaji mbaya wa rasilimali za taifa letu. Kila mwenye nia njema, kila mwenye nia thabiti juu ya hili, aungane na vijana wa taifa hili, kuungana na Watanzania wote kuhakikisha kwamba haki inatamalaki kwenye taifa letu pasi na kubaguliwa mtu yeyote, na pasi na kuingia katika mazingira ambayo hayaeleweki. Tunaendelea kuishauri serikali, kwa sababu muda bado upo, waone nia hiyo ya kusogeza muda wa uchaguzi mbele na kuleta mifumo na mabadiliko ya uchaguzi ili tuende kwenye uchaguzi wa huru na haki na Wanatanzania eh, na watu wote kwa ujumla wawe eh, na makubaliano katika viongozi wa kuwaongoza. Msimamo wetu unabaki kuwa thabiti ni ule ule, no reforms no elections. Uhitaji kuwa na mifumo ya uchaguzi iliyo ya haki ya wazi na yenye ku kuaminika ni hitaji la wananchi, sio takwa la chama fulani kwa sasa, na hii imekuwa haitiliwi shaka na yeyote, na kila mmoja anaamini hili ni jambo la msingi. Tunao time, tunao muda. Pale ambapo watu wanaamini kuna makosa yanarekebishika, basi yarekebishwe kwa mstakabali wa taifa. Wakati nikiendelea na hotuba yangu, eh, niwakumbushe vitu vichache tu na mambo yanatokea kwenye nchi za watu wenzetu na, na, na, na, Ulaya na Afrika kwa ujumla. Niwakumbushe jeshi la polisi na Watanzania na kiongozi yeyote kwenye nchi yetu, hakuna jambo huwa linaota bila kuwa limeanza kutengenezewa mazingira. Hata huko ambako kumetokea changamoto zilizotokea, kumetokea mabadiliko yaliyotokea viongozi walipuuza sauti za vijana, walipuuza sauti za wananchi wao. Matokeo yake yalikuwa ni makubwa sana, na watu hawakuweza kuyazuria. Leo nimesikia na siku zilizopita nimesikia viongozi mbalimbali wa dini na watu mbalimbali wakijaribu kuzungumzia kuhusu amani, lakini kwa bahati mbaya wamekuwa wakikwepa neno haki sana kwenye kwenye hili jambo, na hao hao ambao pengine hata siku moja tuwasikii wakisema fulani kate kwa achiwe mara moja tunasikia wanataka kutuambia amani ya taifa tuilinde.